Unajua, sasa hivi wengi tumemchachamalia spika kwa namna moja ama nyingine, kutokana na kauli zake alizozizungumza. So alizungumza kauli gani? Hebu isikilize kwanza hii kauli ya Tulia Ackson, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alafu ndo uje tuendelee na hiki ambacho tunaendelea nacho. Wako watu huwa hawaonekani, wako watu wanapotea. Ili useme mtu ametekwa, kwa maana ya neno kutekwa lazima mtu kwe, kuli, yani, yalikuwepo matumizi ya nguvu ya kumchukua huyu mtu kutoka sehemu moja kumpeleka sehemu nyingine. Kama hakukuwa na mtu aliyeona, huwezi kusema ametekwa mpaka yeye apatikane ndo aje aseme kwamba nilikamatwa kwa nguvu eneo fulani nikaingizwa kwenye gari, watu walikuwa na silaha ama hawakuwa na silaha. Lakini wakishakuwa watatu manake wamekuzidi nguvu, sio? Kwa hiyo huwezi kusema lazima wawe na silaha, hata wasipokuwa na silaha sasa kutokana na hiyo kauli ambayo alizungumza kama ulivyomsikia, e, kuna wakili Peter Madeleka ambaye yeye tunamjua ni wakili ambaye anafanya vizuri sana, yeye aliamua kujibu hoja e, ama kujibu kile ambacho amekizungumza e, Dr. Tulia Ackson ambaye amesema kwamba e, Tulia alisema kwamba huwezi kusema mtu ametekwa kama hukumuona. Yani, hili neno e, huwezi kusema mtu ametekwa kama hukumuona. Hapa ndipo ambapo wakili huyu aliweza kumfafanulia Dr. Tulia lakini, si e, yeye tu, pia alienda pia mpaka kwenye jeshi la polisi. Alizungumza nini? Anasema kwamba e, Peter Madeleka anasema kwamba kifungu cha 246 cha sheria ya kanuni ya adhabu, yani the penal code hakisemi ili mtu atekwe ni lazima mtu mwingine aone. Kwa hiyo soma sheria bila kukulupuka na usidanganye watu. Yani nakusomea tena kifungu cha 246 cha sheria ya kanuni ya adhabu the penal code hakisemi ili mtu atekwe ni lazima mtu mwingine aone. Kwa hiyo soma sheria bila ya kukurupuka, na no, usidanganye watu. Kwa hiyo kutekwa, sio lazima mpaka mtu aone kwamba yule fulani ikatekwa, no. Yani hiki ikifungu ndio ndo kinasema hivyo kama ulivyosikia eh, hapo E, kama ukitazama pia kwenye hiyo picha utaona hapo kazungumzia hicho kifungu cha 246. Kwa hiyo Dr. Tulia, kitendo cha kusema kwamba huwezi kusema mtu ametekwa kama hukumwona, anasema e, hiko kifungu hakiko hivyo. Kwa hiyo Tulia, e, ni kama vile anajaribu tu kutengeneza e, maneno tu, ila e, kutekwa sio mpaka mtu aone no kuna mtu anaweza asione. E, kuna watu tukawa wamesikia. E, kwa hiyo bwana, e, kutekwa ni jambo tu la mtu kupotea kama alivyopotea mdude, ingawa e, kuna mkewe aliona, hmm. Guys, okay. Hakuishia hapo bwana, e, Peter Madeleka alienda kwa jeshi la polisi. Jeshi la polisi lilisema kwamba watakao mzuru askari kukiona mbea yani, unakumbuka ile tamko la baadhi ya e, watu walisema kwamba wao wanawajua maaskari ambao wametajwa hivyo, watafata watawadhuru e, lakini pia wanaweza kama sio kuwadhuru wao, basi kupiga ndugu zake, familia yake na watoto wake. Sasa e, wakili Madeleka E, alipitia ule ujumbe ambao ulisemwa na jeshi la polisi, kwamba jeshi la polisi sema kwamba yeyote atakayeshiriki kwa namna moja au nyingine kuweza kusababisha vurugu ama kupigwa kwa e, askari aliyetajwa ama familia yake kuweza kusumbuliwa basi watakiona cha moto. Sasa wakili ma, Madeleka alikuja na akasema kas, kwamba e, kama sio kosa na jinai kuzuru askari basi e, kuzuru raia pia nalo E, ni kosa yani. Wakili Madeleka alikuja akasema, kama ilivyo kosa la jinai kuzuru askari pia ni kosa la jinai kumdhuru raia. Naungana na polisi kuhakikisha Mdude Nyagali anapatikana akiwa hai na bila askari yoyote kupata madhara. Kwa hiyo yeye E, ali, ali, alijaribu tu kumrekebisha yani, kwamba polisi wanavyosema kama hivyo e, ukimpiga askari unahukumiwa hivi e, na vile. Kwa hiyo naye anasema na askari na, na, na, na, na kudhuru pia raia nao pia ni kosa la jinai, kwa hiyo hawaruhusiwi kufanya hivyo. So bwana hii yote inakuwa tu kwenye hizi tafrani zinazoendelea e, kila mtu anajaribu kusema lake, yote inakuja kutokana na kesi ya Mdude yani, yote haya unayoona yote yanakuja kutokana na kesi ya Mdude. Mdude bado hajapatikana, watu bado wanamtafuta ee, ndugu zake wanalia, mkewe hana pa kushika, anajaribu kumtafuta mumewe, lakini hatujui mpaka leo hii Mdude atapatikana kwa namna gani. Kwa hiyo nimekuletea hivi vitu viwili, ili tuwekane sawa. Tuna huyo ni wakili e, ambaye yeye kajaribu kupita kote kote kwenye jeshi la polisi, lakini pia kwa Tulia Axon ambaye pia E, ni mbunge uko Mbeya, lakini pia ni spika. Kwa hiyo kajaribu kupita kote ili kuweza kuwaweka watu sawa. Naamini utakuwa umekisikia hicho ambacho amekizungumzia Tulia. Wengi walikuwa wanasema labda bwana anamsingizia voice, umemsikia, ndio yule.